Mjini, e, na msemaji wao anapenda kukaa mjini, so interview kila siku anafanya yuko mjini mm -hmm. Timu inacheza Tabora tunawakaribisha waje KMC Complex waombe kuwa sehemu yao ya uwanja wa nyumbani. Alafu tuone kile kisasi cha goli tatu tutakilipa au hatutakilipa. Katika mpinzani tulikuwa tunamsubiri kwa hamu mzunguko huu sio hata mali wetu leo tukimbia juzi. Ni huyu Tabora United na ndo mpinzani anayefuata, kazi wanayo. Kazi wanayo. Na kazi, wananchi wana mlikuwa mnaimba hatuji, ni kweli. Hatuji wapi? Hatuji yaani, mko mnamaanisha nini? Yaani kwenye mechi gani? Sasa nikuibie tu siri, yaani nakuibia tu siri, yaani eh, siri. Eh, mai wetu alitukimbia kwa Mkapa. Only option ya kutana na mai wetu msimu huu kwa sababu kwenye ligi hatuchezi tena ni kwenye FA. Na uzuri mai hizi akatukimbia kwenye FA kama mnavyofahamu nchi hii robo finali, nusu finali, finali FA. Zinachezwa mkoani. Sasa nataka nimwone mai aende na ndege mpaka mkoani kwa ajili ya mechi siku moja kabla ya mechi, mai akimbia. Kwa hiyo jua humu mai akimbia na umu ni kuhakikishia tu humu, Yanga ni bingwa CRDB Federation Cup. Amale, Yanga ni bingwa sika. Miaka hii yote mitatu Azam ndo mpinzani pekee alikuwa anatusumbua Yanga. As we speak, Azam ametolewa na wale na Mbeya City eh, wanakoma kumwanya. Kwa hiyo tokea Azam ametolewa, asilimia za Yanga zimeenda mpaka tisini za kuchukua kombe hili, kama wanajiamini na timu wametukimbia ligi kuu huku walete timu fu waone nini kitatokea. Tunajiamini sio, tunajiamini, tunajiamini vibaya mno kwa sababu tuna timu shemeji, mm -hmm. amecheza dakika chache, umemwona Max Nzengeli, hivi kweli una Max Nzengeli hapa ha? una Mutale hapa? Kwanza ule Mutale kibubu kilichotumika kumsajili, wangeongeza nguvu upande wa bouncer kwenye timu yao. Yaani hela za usajili wa Mutale wangeongeza nguvu upande wa bouncer, kwa sababu mchezaji ni sifuri, hakuna kitu yule Mutale. Sasa hizi akikutana na Max Nzengeli nadhani watabaki wanalia, kwa sababu Maxim na Mutale ni mbingu na ardhi. Ni kama Maxim ni mtumishi, Mutale ni ibilisi. Mchezaji ambaye tunasema hapo chama hayupo kwenye mipango ya mechi. Abuye, Babu Kaji Boka, anakimbia kimbia tu kama namtishatisha, anaenda kutana na mpanzo wangeleta timu eh, upumbavu au, au, ropoka, ropoka. Lakini mwisho wa siku ni mchezaji bora, ndio mashindano ambayo Mzize anachukua kiatu. Kwa hiyo tegemea mechi huko, huko kwao Shinyanga tunakuja kuwapa so, e, kwa sababu hapa katikati nasikia hatuchezi. Kwa hiyo mpinzani anayekuja ni Tabora. Narudia tena, mpinzani anayekuja ni Tabora, ni mpinzani ambao tulikuwa tunamsubiri kwa kiu. Tuliomba FA atupe hata kwenye hatua thelathini mbili, wamemkwepesha Tabora. Tunasema mwenzi akinyolewa, zako tia maji. Kosti ashanyolewa zake, sasa hizi atie maji. Tunakuja wananchi.